Poa, wanakuita nani? Beni. Okay, Beni, ulishawahi kuwa na, na mpenzi? Mm, kwa mazingira yapi sasa? Yaani ya. Mpenzi wako ambaye kwa sasa labda mmeachana hivi nini ex girlfriend? Okay. Sawa, yupo yule atujachana amjachana? Mm. Ni, ni kauli gani ya mpenzi wako ambayo ni nzuri kuliko kauli zote? Yani ushawahi kukwambia au alikwambia hivi karibuni au alishawahi kukwambia, nataka moja tu, moja tu ambayo ni nzuri. Nakuthamini. Nakuthamini. mm -hmm. Lakini ni kauli gani ambayo ukiisikia kwa mpenzi wako unajua, leo hum ndani hum kimeumana? <laughs> Uh, kiukweli bado zipo nyingi sasa <laughs> Kisikia nakwambia niache niko busy. Alafu mpo ndani wawili, unataka labda upiga naye story, nakwambia ni niache kwanza niko busy. Alafu huone ubizi alionao, yuko kitandani anachezea simu, namwambia kitu cha maana, nakwambia niache kwanza niko busy. Hiyo ndio kauli ambayo inanidisappoint.